Karibu sana kwenye chaneli ya Dasaza Media. Mimi ni Tumaini Sekadodo na hapa tunasimulia hadithi za kweli kutoka moyoni. Leo nakuletea simulizi ya msichana aliyependwa na kisha kutendwa bila huruma. Kabla hujaendelea, subscribe, like, comment unachojifunza na share video hii kwa mtu mmoja tu ambaye ameumizwa na mapenzi lakini bado anasimama kwa miguu yake mwenyewe. Sikutaka pesa zake, sikupenda sura yake. Nilichotaka ni mtu wa kweli. Nilimpenda bila masharti, nilituma meseji ndefu, nikamtakia heri kila asubuhi, niliomba kwa ajili yetu, nilimtambulisha kwa familia, nikajitoa, nikampenda kama vile sijawahi kuumizwa. Lakini yeye hakuniona, aliendelea kunicheka kwa nyuma, lakini hakuwahi kupiga simu mwenyewe. Niliumia, Nikabaki nikijiliza kwa nini nampenda mtu asiyejali hata nikilia. Alinifanya nijione mdogo, nisiyestahili, mpumbavu, mpweke, wakati nilikuwa natamani tu muda naye, na neno nipo kwa ajili yako. Yeye alikuwa mbali na pengine na mwingine. Nilishika simu nikiomba, tafadhali nielewe. Yeye akanijibu una drama sana, drama Mapenzi yakiwa kutoka moyoni si drama, ni uhalisia. Lakini si kila mtu ana moyo wa kushika upendo wa kweli. Nilichojifunza, mtu akitaka atakuonyesha. Mtu akikupenda hauhitaji kukumbusha thamani yako. Na kama mtu anakufanya ulie zaidi ya kucheka, ni wakati wa kuondoka. Niliamua kuutendea moyo wangu haki kwa kuondoka kimya, bila kulazimisha tena bila kumkumbusha tena. Si kwa sababu simpendi, bali kwa sababu napenda nafsi yangu zaidi. Sasa sitaki tena mapenzi yanayohitaji kuomba nafasi. Sitaki kuwa mpango wa mtu asiye na mpango na mimi. Sitaki tena kuwa mrembo kwa mtu asiyeona thamani yangu. Kama unanisikiliza na wewe umewahi kutendwa, kumbuka hujapungukiwa chochote. Mapenzi hayajakukataa, mtu ndiye hakustahili. Subscribe kwenye chaneli hii kwa hadithi zaidi kama hizi. Comment hapo chini kama umeumizwa lakini bado unasimama. Like na share video hii kwa mtu ambaye yuko katika kipindi kigumu cha mapenzi. Mimi ni Tumaini Sekadodo na haya ni mapenzi ya kweli, hata kama yaliniacha nikiwa na machozi.